Mahakama kuu imetoa amri ya muda inayozuia serikali na kampuni za mawasiliano hasa Safaricom na Airtel dhidi ya kutatiza mawasiliano ya kidijitali wakirejelea kuzimwa kwa interneti tarehe 25 mwezi Juni mwaka wa 2024. Watetezi wa haki za kibinadamu wakiongozwa na ICJ Kenya wanasema kuwa uhuru wa matumizi ya mitandao umetishwa pakubwa kwa miaka sasa, huku wakiibua wasiwasi wa marudio wa matukio sawia wakati uchaguzi wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Samadika na na taarifa hii kufuatia uamuzi wa serikali kuhitilafiana na mawasiliano ya kidijitali wakati wa maandamano dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliongozwa na Gen Z. Jaji wa Mahakama Kuu Bahati Mamuye ametoa amri ya muda itakayoizuia serikali na kampuni zote za mawasiliano dhidi ya kutatiza mawasiliano ya kidijitali kwenye rufaa hiyo. ICJ Kenya pamoja na watetezi wengine wa haki za kibinadamu wameashiria haja ya kuundwa kwa mkakati utakaozuia kuibuka kwa hitilafu za aina hiyo katika siku za usoni for such shutdowns. We are also saying that any shutdown should be necessary and proportionate in an open and democratic society, and it must pursue a legitimate aim, even if the aim is national security or public order. Kwa mujibu wa walalamishi, hitilafu za mitandao zinatishia pakubwa usalama wa Wakenya, kwani wengi wao hasa jenzis hutumia mitandao kuanika uovu serikalini. Gen Z's were much affected during that shutdown. And, um, what we know is that, that is now dangerous when you are in the darkness um, uh, without the internet. Um, the young people in this country. Wakirejelea visa vya mwaka 2023 na 2024, baada ya serikali kuzima mtandao wa Telegram wakati wa mitihani za kitaifa, walalamishi hao wanasema Kenya ilikadiria hasara ya mabilioni ya pesa For a even a single second is costly from a financial angle a business angle but over and above that it is a direct violation of human rights. Kampeni zikitarajiwa kuchacha kuanzia mwaka ujao, hofu imeibuliwa na makundi ya kutetea haki za kibinadamu, kwani huenda serikali ikatumia mbinu hii kuzuia uwazi wa uchaguzi wa mwaka 2027. Samia Dika, K24, Nairobi.